Ako so, ako na plan gani? Hana plan. Haya, ana Gashagwa ana plan gani? Hana plan. Nani mwengine? Ruto. Ni ashaiba huyo tayari hata wachana naye huyo. Twachananaye huy, nasikia siku hizi anaitwa Gidinji. Asa nyinyi mutakaa vipi jamani? Paka mweli, paka mwelezo. Wakati, wakati wa kujipanga uliisha kwa sababu tulikosa mtu wa kujipanga naye. Hatuna mtu kwa sasa. Hamna. Jimmy Wanjigi ndio mtu

Ah, hii Kenya hii Kenya huwa tunapiga kura kumchagua mheshimiwa rais. Lakini hizo kura huwa sio za ukweli. Mheshimiwa rais huchaguliwa na system na wakoloni weusi waliobaki hapa na wale walioondoka. Unasikia? Angalia ndugu. Hata tupige kura tufanye ndugu. Nakueleza alafu nikimaliza ntakupa mike. Wa hapa Kenya huwa awaamuliwi na Wakenya. Ingekuwa kwamba sisi tunapiga kura kweli, president awepo basi, Raila Odinga angekuwa president siku zote. Nasikia hiyo ndo ukweli, kwa sababu hata wale ambao walijitokeza kumzika na ule urafiki na wale ambao walikuwa wengi, hiyo ni uthibitisho kwamba alikuwa ni jamaa ambaye anapigwa kura kweli hmm? Hata wakati tulienda kumwapisha 2017 walikuwa ni watu wengi sana, na kaamua kwamba wacha ni kuwe people's hmm, president kwa sababu system I'm haitaki na wale wengine hawanitaki, wananchi ndio wanataka. Unanielewa? tunangoja wakati William Ruto, nataka usikie statement aliyopeana, akasema ile siku nitaweka chini hii Bibilia, nitaanza ku deal na hawa makatels. hakukuwa na maanisha mimi na wewe. Kuna wale wanakula wana hii nchi, kuna wale ambao wana control hii nchi. Hata yeye wakati anaingia ndani hakujua kwamba kutakuwa kugumu. a Waja tumeongea tumeongea, wacha tuongee. Alianza na story ya Shah kwa sababu NHIF ilikuwa inaliwa na watu fulani. Unasikia? hiyo akazimi <muchu> nasikia <muchu> kama kweli ilikuwa inafanya, haifanyi kazi, mbona wengine wanasema inafanya, wengine wanasema haifanyi? ndugu yangu, acha nikupe kitu, sikiza huyo William Ruto. Huyo anaitwa anaitwa nani? Haya, anaitwa nani huyu? Uhuru. Uhuru, Raila ndio tutamsifu, lakini kweli ana nablanda zake Wasikia, ndugu yao, hakuna Na n wote wako pamoja ndio, Jimmy Wanjigi ana wao, ukiwasikiza wote hawa, angalia, hawana plani yote gani, trilioni ngapi zimepotea, vitu vile. Ngapi, angalia alianza tri, Uhuru hata wachana mambo kibaya, alianza na Uhuru, tuambie, ameharibu kila kitu. director no, akaja kaingia. Sasa huyu mwingine sasa sasa, ameiba kabisa. director director Haya, niambie, niambie. director tusikize, tusikize pia pia pia. Haya, niambie niambie, ile ile pesa no. Ile pesa ikiwa ikiwa kwa Kenya eh, sasa ameiba kabisa, tusikize pia ah Aina kupa Ae, ee, zake tano Aare, I, angalia, angalia ile, ile pesa ikisha kuwa frozen ya hao watu ambao waliiba mazetu nyinyi, ataka ashawaambia kabisa, ile pesa ikiwa frozen tayari itakuwa inaenda kwa nini? Sasa, angalia, nyinyi muangalia bado wale wale waizi, kwa sababu angalia gashagu ameiba sasa mwatoka kwa shimo hili mkiingia kwa shimo lingine mwanipata, lakini e, eh, Amolo. Eh, eh, eh, Amolo, Amolo, chukua mike. Asante, eh, uh, ajanipata direct no, director ndugu yangu, naonekana kama wewe ni director ya nini iyo chama ya jingi wajingi, naitaje eh, Safina Safina Safina, eh, eh, yayune, Safina eh, Director Safina ni supporta wa uh -huh. Wanjigi na tukatai hapa, kila mtu ana support kitu hiko, ndugu yangu, ndivyo Wanjigi akuna mm -hmm. kitu ataleta. Kwa sababu nyingi Wanjigi akona asira na Ruto na nani no, Uhuru. Kwa sababu gani? acha na asira, acha niangalia issue, angalia issue, angalia issue tafadhali, bro, hii si debate bwana, kwa sababu debate unasikiza mtu na mtu anakusikiza. tafa eh, funga ma, ma nini mic yako bwana, acha tuongee, wewe umetoa yako mm -hmm. kitu iko Jimmy Wanjigi according to me hana, hana kitu yote ya kuletea Kenya sababu gani? Yeye pia ni katel, yeye pia ni mkora. Sababu gani yako yakona asira GS, hii reli ilijengwa wakati Uhuru na Ruto walimnyima hiyo deal, ndio maana kona asira na watu paka leo. Hiyo hiyo hiyo deal deal ilikuwa ni yake, akatolewa. Hiyo ndio bado kuna asira hapa. Jimmy Wanjigi mwenyewe, ukimuuliza mali yake alipata kivipi, hawezi kueleza. Kwa sababu ni kitu amerithi kwa baba yao wale ambao walinyang'anya Kenya. So, kitu kinaambia watu wengine ni wazuri na Jimi Wanjigi unatoa hapo boss, ni kama hata kama unamsupport hapo, siwezi kubali na wewe. Jimi Wanjigi na Uhuru na Raila na watu wote umetaja, they are not different. Different in forest tu, ambao kuna forest ni nini? Ni chama kwa sababu kila mti iko kwa chama hicho chama hii, lakini wote ni the same. Sisi tukitaka kuchange Kenya, tulete watu ambao hawajawahi kuwa kwa serikali. Simple like that. Lakini kwa wale ambao kwa wamesha kwa hii serikali bado watafanya the same, same thing. Kwa sababu gani? Hao wanachunguza biashara zao, wanalinda biashara zao, wana mali yao, wanalinda mali yao. Haya, sasa hii marehemu ameenda. Mimi nataka to take it to the bank. Utaona. Sahii kuna wengine watarudi kwa serikali hii. Kuna wengine watarudi kwa hii serikali. Na kuna wengine watawachana. Kwa sababu gani? Wanaangalia benefit yao, si wanaangalia benefit yako wanaangalia interest zao si wanaangalia interest zako jim wanjiki mtu wa biashara tuwezi ingiza inchi atafanya inchi biashara hata kuwa analinda inchi simple like that kwa jimuwanjiki tunatoa sisi tuko hapo mimi siko au wengine naweza kuwa tujue okay sahihi okay. Okay. Okay. Okay mtu mgani anaweza kutuongoza sahii juu. Sasa tukiangalia the acting president now, tukiangalia costo, most of the cs wako kwa serikali. Tuko na joho, tuko na wako kwa serikali, hizo ni costo na costo lao ndo watu wenye wanasikiza. Tukuja western, some part of the western, kuna viongozi wengine wako kwa serikali, hizo ni kura. Penye Ruto ako na shida, ana doubt ni central utamtoa kwa kiti na hatuna hata kiongozi mwenye tunasema this guy anaweza pita huyu mtu with this and this. So sisi Kenyans tuko zile za ati one time siku zote, one time siku zote sijakata, also me I support that forum, one time siku zote, but tuko na nani mwenye atatuongoza na mwenye <coughs> we need to come up with a strategy. So hii vitu za kila mtu anasema tu one time na aujui, aujajipanga wewe unasema tu one time. We need to look mtu mwenye anaweza toshia. Kwa hiyo kwa hiyo nini figure ya president in Kenya, watu wanasema Matiangi, Matiangi kuna, as in when we check your CV, tunaangalia CV yako all the way nini, nini, as in like, sijui niseme aje? Unaona, hapo ndio penye tunakosea ya tunasema one time na hatuna flag bearer mwenye atatu lead kama Kenyans tunamsupport aje unajua ama jenzi wenye awapigi kura they don't vote at all wenye wanapiga kura ni our parents at home in one year in the coming next year ama let me say like so awa nini inflation itarudi chini utaona wanaweka unga ni pesa kidogo, mafuta pesa kidogo yeah. So huyu madhe akienda kunua tuseme unga, anaona iki kitu ni pesa kidogo yeah. The government imeshukisha mtu mm apigipigi -hmm. Pale anaona eh, so tafika taimu ya kura, atapigia tu bado Ruto kura apondo peto point ae mkisema the likes of mkisema babu nani you no know, babu yes anapendwa no, na watu so, yes, but sasa kuna ile state yenye ajafika bado ile kuwa president. That's a fact. Naona the way host amesema in Kenya the system is the one that elects the president, sio voters. Sisi tuenda tutapiga kura, yes, but the outcome itakuwa the system you may select this guy ivo so in kenya hey, itakuwa ngumu we have just to know how we can defeat this guy that's the fact hmm. <coughs> this s wenye mnasema siasa wenye wako kwa government hawatu watatolewa wata

Our MPs, they are the one. Everything know. Chenye kinapitishwa, kina happen kwa parliament, MPs. awa ndo wenye wanapitisha vitu then the president anasign, naona. So, kama tunataka tunanenitu MPs waendetua hivo, tulete watu wengine on board, tukileta MPs kwa parliament, like tuseme MP ama nini wenye kupitisha vitu zingine wengine unaona wenye Ruto akisema ati nini akisema tupitishe mswada wana au ndo wenye, make news, wenye in, okay. President ako na powers, yes. But lazima asikie the legislature hapa umeongea kwambae waliwachwa kwa yeah. Serikali yes. Unasema yes. watafutwa kazi watongezi zingine ut wezi wafuta kazi kwa sababu gani? akiwafuta kazi mmoja yao, wote tunatoka sisi kama ODM, na sisi bado tuko na hiyo secret. Sisi tunaenda na secret, sasa sahii, saa tuendi na maneno secret, bado ina waka wote tunatoka, si so, unaona kuna wenye walitoka kwa ODM waka wakaenda kwa government like, wenye walienda huko, Sifuna amebaki kwa chama yake we, we. So we, ukisema... sikiza bro yeah. Sikiza mambo ya Sifuna yeah. Sifuna ni mtu akona freedom ya kuongea bayo, anasema kitu hiko yeah. Hii kitu ilizaniwa walisani wote ikuwe ni Sifuna anaongea hivyo kwa Sifuna aongee hivyo, lakini ilizaniwa yeah, chama ya ODM ameweka broad-based government kwa Sifuna ako ndani, hata kama ako ndani single pande ni kama pia family, unaweza kuwa umepewa zawadi na baba yako, lakini utaki, lakini unachukua single pande, si inamaanisha baba yako mpendi au mtaki, kwa sababu ile kiti ilikuwa anagawa ndio agawa bila alikuwa anataka simple like that. Sasa example tukuulize sasa, mzee ameenda ametuacha wapi? Ametuacha kwa opposition? Ametuacha kwa government? Chama yake chama yake kwa opposition, au chama yake Raila? Raila, bro, Raila Omolo. Ngoja kidogo eh eh liki Yes. Eh, endelea, ametuacha kwa position, ametuacha angalia, angalia, sikiza, sikiza, dakika moja, Dakika moja nionyoke, angalieni ndugu zangu, unaona senators, unaona MPs, unaona councillors, wale hapo ndo ambao wanaharibu kila kitu hiyo, yeah, nao si urongo si? Hapo angalia uh, umesema kweli. Hawa watu ala natumezi hata huyo president mazia ya Mungu yuko, hata hana, hana seikale jamaa kabisa. Ni hawa ndio hawa watu nini. Angalia, come next election msichukue chama, watu wasivote kwa chama kubwa. Yeah. Independent, independent, independent. Kila kansela, MPs, wote mpige independent. Unajua sasa so, wakishagawanyika hivi basi, yeah. So, una vote, uh, EDCP angalia rigate rigate akiongea atakuwa iko na say ukisema ODM. ODM, uh, mkubwa ODM akisema watakuwa na watakuwa na say moja so mi naona afadhali watu wapige kama, kama ni independent vote, kutoka kutoka kutoka senators mpaka ninio councillors wote wapige, mm -hmm, na ni e fresh, vijana fresh, fresh, fresh. Yeah, no

Kanu ilifomiwa na kina Jaramogi akina Kenyatta na ilishikana the whole of Africa. Walifomu chama kwanza, iyo waanze kutembea akina Nyerere mwalimu Julius akina nani huko wakafomu chama ya Kanu ikaongoza, tukakuja sasa, tukawa na hizi sasa, zingine zilifomiwa Ford, wakakuja wakazabaratika, iyo tumekuja, safari ya ODM ikazaliwa lakini sasa shida yetu hapa, weye wenye ndo wako na umri mdogo na awai na milenio, hatutaki kufuata hiyo process kuzaa kuza kiongozi. Tunataka kufuata yule tumepata saa hii, kama tunataka hawa kama tunataka tupate kiongozi kama Raila kesho, tupate Kibaki kesho, tuform groups, wale wako Bondo, wale wako Kisumu, tukuwe na leaders, wenye tukitaka kukutana na Raila official, tukitaka kukutana tuna